Tarehe ishirini na nane mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano watanzania na dunia nzima kwa ujumla itashuhudia Chama cha Mapinduzi CCM nchini Tanzania kikitoa fomu kwa ajili ya wanaohitaji kulwania ama kugombea nafasi mbalimbali mbali katika nchi ya Tanzania hususani kura za maoni za chama hicho. Fomu zitakazotolewa ni fomu za udiwani fomu za ubunge katika majimbo yote ya Tanzania, ambapo chama hicho kimewatahadharisha baadhi ya viongozi ambao wanaonyesha dhahiri kwamba wanao watu wao mfukoni, yaani ambao wanatarajiwa kwamba majina yao yatarejea. Ikumbukwe chama cha Mapinduzi kilitoa utaratibu kwamba wale wote watakaowania nafasi za uongozi ngazi ya udiwani na ngazi ya ubunge watachukua fomu kisha kuzijaza na kuzirejesha katika ofisi husika, ambapo kamati za siasa za maeneo hayo, yaani kamati za siasa za kata, kamati za siasa za wilaya, zitatoa mapendekezo ya majina matatu kwenda katika vikao husika ama vya ngazi za juu, yaani ngazi ya mkoa pamoja na ngazi ya taifa. Msemaji wa chama hicho taifa, mwenezi huyu Bwana Amosi Gabriel Makalla ameeleza wazi kwamba wale wote wanaotembea na majina mfukoni na kuhakikishia kwamba watakuwepo kwenye tatu bora wasiache kufa, wasiache kutenda haki kwa maana wao sio watu wa mwisho katika kujadili majina ya wagombea hao. Amewatahadharisha na kwamba ikiwapendeza kuanzia sasa waache mara moja mtindo huo wa kuwalaghai wagombea kwa sababu mchezo huo ni kama mchezo ambao amesema kwamba ni kama kubeti hivyo, mikeka inaweza ikachanika wakati wowote, wa kisha wakashindwa kuficha nyuso zao mbele za hao watu wanaokuwa wanawapa matumaini kwamba majina yao lazima yatarejea, kwa sababu watapendekeza majina yao kisawasawa kuwemo kwenye tatu bora ili waende kwenye mchakato wa kupigwa kura za maoni na wanachama ama wajumbe ambao wanaruhusiwa kupiga kura kwa ajili ya kumchagua mtu mmoja wapo ili aende kuwania nafasi ya udiwani ama ubunge katika eneo husika. Amosi Gabriel Makala hapa anaeleza kikamilifu. Lengo letu la chama ni kuhakikisha kwamba panakuwepo na nidhamu, kuheshimu kanuni, kuheshimu taratibu zetu za uteuzi ndani ya chama chetu. Kwa hiyo inapotokea, sisi viongozi we wa mkoa, we wa wilaya tunakuwa na upendeleo, hatuwezi kutenda haki na wakati mwingine kuna viongozi wanatembea na orodha zao, iwe kwenye kata iwe kwenye wilaya, kuwahakikishia watu tatu bora kwamba nitafanya ninalofanya, wewe bwana, kwenye tatu bora hilo usiwe na wasiwasi. Watoto wa mjini wanajua, msiahidi sana, nyiye sio waamuzi wa mwisho, mkeka utachanika huo. CCM oyee! Na watahadharisha wale wote wanaoahidi watu kwamba, bwana, nikiwepo mimi usiwe na wasiwasi, kwenye tatu bora umo. Nasema hivi, msiendelee kuahidi, nyie sio waamuzi wa mwisho. Mikeka hiyo kama beti itachanika, mtashindwa kuwaambia baada ya jambo kuwa tofauti. Safari hii chama chetu kimejipanga kuleta utaratibu huu. Tunawahakikishia tutateua wagombea wazuri safi, wanaokubalika. Ukiendelea kuahidi kwamba wewe nafasi ya ubunge unauhakika nayo, ukiwa wilayani, ukiwa mkoani, ujue kuna mchakato mwingine, kamati kuu na halmashauri kuu ya taifa. Kwa hiyo, punguzeni ahadi, tupunguze kubeba watu, na sisi kama viongozi tuwe fea, tuhakikishe kwamba tunatenda haki.